Habari. Je, ukitembea miguu yako ama mifupa yako inalia kwakwakwa kuashiria kwa kwa kwamba uloto umepungua katika maongeo yako, usinyamaze na wala usipuuze hali hiyo. Leo nitakwambia sayansi iliyofanyika kuhusiana na sindano ya kuongeza uloto. Utafiti wa kitabibu unaonyesha kuwa kuna sindano maalum zinazotumiwa hospitalini kwa ajili ya kuongeza uloto. Je, umeshawahi kuzisikia hizo? na sindano hizi si wote wenye kuzifahamu, na siyo zote zenye uhakika wa kutibu moja kwa moja kama ambavyo watu wanasema, bali ina kazi ya kuongeza uloto kwenye viungo, kupunguza msuguano, na wakati mwingine siyo solution la moja kwa moja. Huwa tunamshauri mtu mwingine atumie dawa hizi pamoja na lishe, virutubisho, pamoja na ulinzi wa viungo. Kuongeza uloto kwa njia ya sindano sio uhakika kwa asilimia mia moja bado unatakiwa kuanza dawa nyingine ili kuweza kusaidia kuweza kuondokana na maumivu hayo. Kwa msaada zaidi na kuepuka gharama zaidi ya sindano hizo, wasiliana nami, nitakupatia dawa za kuweza kusaidia kuongeza uloto bila kuwa na madhara yoyote wala mateso yoyote. Kwa msaada zaidi, nipigie chao